Kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Bondo Profesa David Kodia amewakemea viongozi wafisadi serikalini ambao amewataja kama vizingiti katika maendeleo ya kitaifa. Akiongoza ibada ya kitaifa ya aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga katika uwanja wa Nyayo, askofu huyo amesema ipo haja kwa serikali kuzidisha vita dhidi ya ufisadi kama njia ya kumwenzi Raila Odinga. Veronica David anatuarifu <mulia> Ni katika ibada ya wafu ya kitaifa kwa ajili ya mwenda zake hayati Raila Odinga iliyoandaliwa katika uwanja wa Nyayo na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa kitaifa wakiongozwa na Rais William Ruto. Akiongoza ibada hiyo askofu David Kodia wa kanisa la Kianglikana dayosisi ya Bondo, akitumia fursa hiyo kuwakemea viongozi wafisadi serikalini ambao amewataja kuwa kizingiti kikuu cha maendeleo ya kitaifa. Askofu huyo amesema ipo haja kwa serikali kupigana dhidi ya ufisadi kama njia ya kumwenzi mwenda zake Raila Odinga, kwani alikuwa kiongozi aliyechukizwa na hulka ya ufisadi.

Askofu huyo akimtaja kiongozi huyo kuwa mfano wa kupigiwa mfano humu nchini na hata mataifa ya kigeni, kwani hakutumia umaarufu wake kuwashawishi wananchi kwa njia isiyofaa. Umati wa waombolezaji ukisimama kumsifia askofu huyo kwa ujumbe mzuri na wa kijasiri wa kukemea maovu katika jamii. Baba Raila Amolo Odinga never used the power of his wallet. Askofu to As aidha amekashifu siasa za ukabila na migawanyiko zinazoshuhudiwa nchini, akiwataka wanasiasa kukumbatia amani na umoja na kuwaunganisha Wakenya jinsi Raila Odinga alivyokuwa akilenga wakati wa uhai wake and i want to charge you in the name of God that from today please as we honor the right Honorable Raila Odinga let's see ourselves as Kenya first, not from the point of view of our tribes of our classes of regions where we come from Kenya is too small to be subdivided into regions. Amemkumbuka Odinga kama kiongozi aliyeweka maslahi ya kibinafsi kando na kupigania haki, amani na upatanisho, masuala ambayo Wakenya hawajafikia hadi kufikia sasa. Amewataka Wakenya kujiuliza iwapo wanaweza kutoshea kwa viatu vya kiongozi huyo ambaye amesifiwa kama mlinzi na mtetezi mkubwa wa demokrasia nchini. Veronica David, Undugu TV.